Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini mipango yako mingi inakufa kabla haijakuwa? Unajua kuna watu walipoteza heshima, nafasi na msaada si kwa sababu hawakuwa na uwezo, bali kwa sababu walijitangaza mapema sana. Binadamu hukumbuka kosa lako la kwanza kuliko mafanikio yako ya baadaye. Na mara ukifungua siri mapema, unawasha moto wa wivu, vita na mashindano kabla hujajiandaa. Leo nitakufunulia sababu nne za kisaikolojia. Kwa nini unapaswa kulinda mpango wako hadi wakati sahihi? Na usiondoke kabla ya mwisho kwa sababu nitakupa pia psychology hack ya wajasiriamali wakubwa na viongozi wa dunia wanaotumia kuhakikisha hawajivui nguo mapema na ndio maana wanafanikiwa kwa kiwango cha juu. Kabla hatujaendelea, hakikisha umesubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele. Like hii video na uishare na mtu mmoja. Kila wiki tunakuletea psychology, mindset na life mastery strategies zinazokufanya uishi maisha yenye uelewa, ujasiri na mafanikio. Sasa tuanze safari ya leo. Moja, watu hawatakupea nafasi ya pili. Ukijitangaza kabla hujakomaa, kosa dogo linaweza kuwa lebo ya maisha yako. Katika saikolojia ya kijamii kuna dhana inayoitwa primacy effect, wazo la kwanza ambalo mtu anapata juu yako ndilo litakalodumu zaidi, hata kama baadaye ulibadilika. Unapojitangazwa mapema bila maandalizi, kosa dogo linaweza kuwa lebo ya maisha yako. Angalia wasanii chipukizi wanaopata kiki kubwa ghafla, wakiimba vibaya au kutoa wimbo wa chini ya kiwango, taswira hiyo inabaki, na kurudi tena kwenye hadhi ya juu ni ngumu wajasiriamali wadogo wanaoweka kila wazo mtandaoni kabla ya bidhaa kuiva hujijengea sifa ya mipango isiyokamilika. Utafiti wa Harvard University mwaka 2018 unaonyesha asilimia 74 ya watu huunda maoni ya kudumu ndani ya dakika saba tu za kwanza wanapokutana na mtu au kazi yake. Hii inamaanisha ukijitangaza mapema na kosa dogo likaonekana, nafasi ya kubadilisha taswira hiyo ni ndogo sana. Suluhisho: Jifunze silent preparation, shughulika chini ya maji kama bata, juu unatulia, chini miguu inafanya kazi kubwa. Mbili, utavutia vita usivyojua au usivyoviweza. Ukifichua mafanikio yako kabla ya muda, unawasha moto wa wivu na ushindani. Scarcity principle inasema watu huchukia kile wasichoweza kufikia. Mfano wa maisha ya halisi, Steve Jobs alificha development ya iPhone hadi siku ya uzinduzi. Kama angetangaza miezi kabla, ushindani ungevamia wazo hilo. Mfano wa kila siku, unapowaambia watu mipango yako ya biashara kabla hujaanza, ghafla unaona majirani au marafiki wameanza kufanya kile kile. Utafiti wa American Psychiatric Association, APA mwaka 2015 unaonyesha asilimia 65 ya watu hukasirika wanaposikia mtu mwingine amepiga hatua kwenye ndoko ambao nao walikuwa wanaifikiria. Athari, unakuwa umeanzisha vita ambayo hukupanga na mara nyingi bila resources za kujilinda. Suluhisho, weka silence buffer. Jitangaze baada ya hatua ya kwanza kufanikiwa, si kabla. Kanuni, people can't fight what they don't know. Watu hawawezi kupiga vita sili wasioijua. Tatu, utakosa msaada unaohitaji. Watu hushirikiana zaidi na wanaoonekana wana nidhamu, mpangilio na unyenyekevu. Wasaidizi wa hatima Mentors, investors, destiny helpers hawataki mtu anayejitangaza kabla hajajenga msingi thabiti. Unapojitangaza kama tayari nimefika, unawapa ishara ya kwamba msaada hauhitajiki. Mfano, Elon Musk alipata ufadhili mkubwa kwa Tesla baada ya kuonyesha mpango wake kimya kimya kwa wawekezaji wa ndani, si kwa kujitangaza mapema hadharani. Mfano wa Afrika. Waandishi wengi wa vitabu hupata support kubwa baada ya kuonyesha draft thabiti, si kwa kuzunguka wakisema nina ndoto ya kuandika kitabu. Utafiti wa Stanford Graduate School of Business mwaka 2021 ulionyesha miradi iliyowasilishwa kwa siri kwanza kwa paneli ndogo ilikuwa na nafasi ya asilimia 55 zaidi ya kupata ufadhili kuliko miradi iliyotangazwa mapema kwenye mitandao. Suluhisho: tafuta msaada ukiwa tayari, sio kabla ya wakati. Destiny helpers wanapenda uthabitisho, si hadi tupo. 4. Hakuna atakayekutetea. Ukiwa public mapema bila support ya mtandao, hakuna kundi litakalokutetea. Psychology ya social proof inasema watu wanakuunga mkono zaidi unapokuwa tayari na community nyuma yako. mfano wajasiriamali wengi waliotangaza products mapema mtandaoni walishambuliwa na ukosoroji na bila sapoti ya mashabiki. Ili vijana wakitangaza mapema bila mtandao wa watu wenye nguvu mara nyingi hushambuliwa na kushindwa kwa sababu hawana defense system. World Economic Forum 2020 ilibaini kuwa wajasiriamali wanao community thabiti kabla ya kujitangaza huishi masokoni mara tatu zaidi ya waliokimbilia kujitangaza mapema bila sapoti. Suluhisho: jenga mtandao wako kwanza kimya kimya. Ukijitangaza mapema, hakikisha una backup army ya watu watakao kusimamia. Hizo ndizo sababu nne za kisaikolojia kwa nini hutaki kujifunua mapema: moja, watu hawatakupea nafasi ya pili; mbili, utavutia vita usivyojua; tatu, utakosa msaada unaohitaji; nne, hakuna atakayekutetea. Unapolinda mipango yako unaongeza nafasi ya heshima, msaada na mafanikio ya muda mrefu. Sasa nataka nikuulize, ni mara ngapi umewahi kuharibu ndoto yako kwa kujitangaza mapema? Niandikie kwenye comments hapa chini, ningependa kusikia uzoefu mako. Usinosahau kusubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele, like hii video na uishare na mtu mmoja ambaye ana tabia la kuongea sana kabla hajakamilisha. Kumbuka, Siri ni silaha, na ukijua lini ufunue na lini ufunkune, utashinda mapema na mwisho wako utang'aa.